Alipomwona akasema, hadha sahl qad sahal Allahu amra, huyu anayekuja sasa hivi anaitwa sahal. Allah ameshakwisha kutengeneza jambo lenu. Kweli suluhu hii ilipatikana baina ujumbe wa Makka ambaye alikuwa ni li, huyu sahal pamoja na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakini, ikhwani, kwa haraka haraka, hebu ziangalie hizi bunudu almuahada nukta za muwafaka ule bali na Mtume na, masahaba na, na watu wa Maka. Hebu angalia lau kama ungekuwa wewe katika suluhu hii, ungekubali usiingie kwenye unge kuwatumu masahaba masahaba walivurugwa kwelikweli kwenye suluhu hii walivurugwa kweli kweli, na ndio hapa wakina Abuwail wanasema kwamba itahimu araakum, si tulijiona tuna haki asilimia mia moja dhidi ya mtume Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, lakini kilichokuja kutokea Huyu salibun a-hanif yeye anasema kwamba aliendelea kufanya ibada za kuomba msamaha kwa Allah tabaraka wa taala. Umar ibn al-Khattabi anasema, niliendelea kufunga, niliendelea kutoa sadaka, niliendelea kuachia huru watumwa, kwa majibu ya kijeuli iliyomjibu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nilijiona niko kwenye haki na kutahadharisha, ewe Mwislamu na ewe mwananchi wa Tanzania. We ukiwa sababu ya watu kutokuruhushana, chochote kitakachotokea baada ya kushindikana suluhu hiyo, unabeba dhima hiyo mbele ya Allah, na utakwenda kuulizwa mbele ya Allah siku ya Kiyama. Narudia tena maneno yao, nielewe, haya magombano hayaleti maendeleo, hayaleti manufaa, hayaleti suluhu, hayaleti uwiano wa kijamii. Ukiwa wewe ndio kikwazo cha haya huu suluhishaji Madhara yoyote yatakayopatikana kwa kukwaza sulhu, wewe utabeba masuulia hayo mbele ya Allah, subhanahu wa ta'ala, siku ya kiyama. Kama kuna damu zitamwagika kwa wewe kukwaza sulhu usipatikane, utabeba masuulia hizi damu. Kama kuna mali zitaporwa, utabeba masuulia ya mali hizo mbele ya Allah siku ya kiyama. Ikiwa kama kuna heshima za watu zitavunjwa, utakuwa masuulia wa heshima hizi kwa sababu ikiwa kama mtume wa Allah alilazimika kuingia kwenye sulhu, tena vipengele vya sulhu hivyo hakuna hata kimoja kinamsemba mtume na Waislamu, lakini mtume alikubali, pamoja na challenge kubwa kwa masahaba wake watukufu waaminifu, lakini bado mtume alikubali. Alikuwa na wakati mgumu kutoka kwa Makureishi, akawa na wakati mgumu kutoka kwa masahaba wake, lakini aliona bado hakuna njia ila so moja ya bunudu lmuahada moja ya vipengele vya hiyo sulhu inayoitwa sulhu Alhudaibiya, miongoni mwa maneno ambao walikubaliana, moja antadaa lharbu auzaraha 10 sinin, kwamba vita visipiganwe baina ya Makureshi na watu wa Maka kwa muda miaka kumi, yaamanu fiha lnasu, wa ya, wayakufu baduhum an bad, yani watu wawe na amani ndani ya miaka kumi kila ajizuilie dhidi ya mwenzake ndani ya miaka kumi. Hiki kipengele pekee ndo kilikuwa kina nafuu kwa Waislamu. Kipengele hiki pekee ndo kilikuwa kina nafuu kwa Waislamu. Lakini nawaulizeni, kama mmesoma tarehe ya Kiislamu, je, pande hizi mbili ziliweza kutekeleza kipengele hiki?